Jambo mahali popote ulipo, mabibi kwa mabwana na karibu. Kwa majina yanajulikana kama Peterman. Kwa leo mimi ndio nahava wako katika kipindi hiki ambacho tumekitayarisha kama Devgen Studios, tukaweze kukuletea makala maalum ambayo tumeyaandaa kwa sababu ya kukuelimisha, kukufahamisha na kukuwezesha wewe. Kaa kitako, mtazamaji wetu na ukaweze kusikiliza kwa makini tunapoenda kukuletea kipindi hiki, na mada ya leo ambayo tutaizungumzia, tuingia pamoja siku ya leo. Ningependa tukawazungumzie kuhusu dini na dhehebu. Dini ni nini? Dini ni kusanyiko la watu ambapo wanakusanyika katika jengo ama katika wazi a, a, faragani ili wakaweze kumwabudu ama kuabudu Mungu. Dhehebu ni imani ambazo watu waamini tofauti na. Ningependa kwanza tuzungumzie dini, na sababu kubwa ambayo kuzungumzia mada hii ya dini ni kwa sababu nimekaa na nikajiuliza maswali nikakaa na nikaona ya kwamba watu wamepotea katika dini. Dini unaweza niuliza dini, bwana Peterman inamaanisha nini dini na ina umuhimu gani? Na dini ni nini ambacho imefanya katika maisha ya watu? Kwa mfano mimi nili, niliweza kuhubiriwa na nikaweza kuokoka kumkiri Yesu katika pale Warumi kumi mstari wa nane na tisa ukiamini na ukiri katika kinywa chako utaweza kumpokea. Na unapompokea Yesu, si kumpokea hivi kwa mikono, bali unamkubali na anaingia katika moyo wako. Na vile nilivyookoka ama nikamkubali Yesu, hivyo ndivyo mimi dini katika eh, kanisa nililokuwa na shiriki pale ndipo nikafunzwa, nikajua ya kwamba mtu anahitaji, akiingia katika dini unahitaji ukaweze kusoma na kuelewa sheria na masharti, kwa sababu katika dini kunakuwa kuna kuwa na mwelekeo ama katika nyumba yoyote ile kunakuwa na mwelekeo. Kwa sasa ningetaka tuzungumzie, maana watu wengi wamepotea wakifuata dini. Kwa mfano, sitataja dhehebu la e, dini ya mtu mbali, nitaelezea tu kwa ufasaha kidogo ama katika ile njia ya kueleweka kidogo. E, watu wengi ukiuliza mtu, je, we umeokoka? Yeye husema ya kwamba mchungaji wetu eh, anasema ndio, yes, anasema ndio nimeokoka. Lakini ukiendelea kumuuliza kuhusu uokovu wake anakuambia mchungaji wetu usema, He doesn't or she doesn't refer you according to what the Bible says, ama akupei mfano, akikuelekeza vile maandiko yanavyosema, mbali anasema mchungaji wetu alisema, mchungaji wetu anasemanga ningetaka tukaweze kutazama dini haswa ni nini maana. Dini imepotosha watu wengi sana. Dini ni kila ile imani ya kuamini mkiwa pamoja na mnaaminishwa kupitia mafunzo ama taratibu fulani, na mnaweza kufanya mambo kwa umoja ama mnaweza kuabudu kwa pamoja. Sasa ningeomba Roho Mtakatifu akanisaidia ninapokueleza ukapate kuelewa maana, bila Roho Mtakatifu hautaweza kuelewa chochote, mbali utaona mimi natoanisha kanisa ama utaona pia napotoanisha dini. Maana watu wengi wamekuwa katika dini they don't eh, worship the true, true god but eh, waabudu Mungu wa kweli, mbali wanamwabudu Mungu kupitia agano la kama agano la kale, watu walimwabudu Mungu kupitia Musa. Watu walimwabudu Mungu kupitia Eliya, kuna watu walimwabudu Mungu kupitia nabii fulani. Lakini Yesu alipokuja alimaliza, aliweza kutoa jambo linaitwa ya kwamba lazima tupitia kwa mtu fulani ili tumfikie mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe akafanyika dhabihu ili sisi tukapate mwangaza, yani tukapate authority, aka yani akaja akazaliwa akafunza neno akuja akashikwa akapelekwa aka aka sikufungwa akauawa akazikwa aka wakati aka, aka, aka, aka alizikwa akafufuka akaenda kuzimu, tunaambiwa siku tatu, tunasoma katika maandiko ali kwenda kuzimu siku tatu, na pale akaweza kuchukua funguo ambazo si funguo za kufungua nyumba, yani akachukua mamlaka yale tulinyang'anywa pale. Agano la Kale watu waliishi katika utumwa, waliishi katika hali ya dhambi. Ndio maana ulisikia ya kwamba kama wewe ungekuwa mhubiri wa zile nyakati, wewe unaenda kutoa dhabihu katika madhabahu, na kulikuwa na pazia. Watu walikuwa wanafungwa kamba katika mguu hiyo kamba, ukienda ufe ufe mle ndani, ina maana ya kwamba wewe ulikuwa mwenye dhambi ama ulimkosea Mwenyezi Mungu akakupa labda kichapo na ukafa pale mbali. Wakati Yesu alikufa ali, ali, ali, ali msalabani tulipata uhuru wa kuweza kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu bila kupitia kwa huyo kuhani, bila kupitia kwa huyo ambaye we unamwamini sana ya kwamba ukiulizwa kila jambo unasema pastor wetu alisema, bishop wetu alisema. Sasa ningetaka tuzungumze wakati pazi ilipasuka, tukapata freedom, uhuru. Ningependa sasa kuzungumzia kuhusu hizi nyakati ambazo watu wamepotezwa, wanapotoshwa na, na dini Namaanisha nini, watu wakati wa wamepotoshwa na dini? Dini imekuja na watu wakaichukulia wao ni miungu. I don't know, sielewi kabisa ya kwamba wao wanaelewa, lakini ya kwamba wanaturudisha katika nyakati za kale, wakati tulipokuwa tunataka kuzungumza na Mwenyezi Mungu ama Mungu tungeenda kwa manabii, tungeenda katika E, wapiga ramli tungeenda katika waona nyota, tungeenda katika wenye wanaosoma viganja za mikono ya watu, wanaosoma e, nyuso za watu. Nyakati tulizo, dini imegeuka na kutupeleka mwendo wa e, e, Old Testament ama agano la kale, mahala ambapo hatukuwa na uhuru wa kujieleza mbele za Mwenyezi Mungu ile hali, Yesu alikuja akaleta mwangaza, lakini nataka haswa akanza tuache hii mambo. Na Yesu wakati alikuja, nataka tuizungumzie baadaye, lakini kwanza tuzungumze watu mahali wamepotelea. Nilikutana na dada moja nikaweza kumuongelesha, ama nikajaribu kumuoji kuhusu wokovu Anielezee wokovu ni nini kwa maana, mimi wakati Mungu aliponifungua macho yangu ya ndani, nikaelewa kile ambacho kinachoendelea na kile ambacho kimeandikwa katika maandiko haki kile kinaendelea na kile kimeandikwa katika maandiko, hakiendani. Maana utasikia kwamba ee, mchungaji wetu alisema, na watu wanafuata huyo mchungaji venye asema, mchungaji akienda anunue kilo ya misumari amwagilie mafuta na awaambie hii msumari mkinunua mkinunua elfu moja moja, mtapata mashamba mahali utaenda kupanda, hivi utapata shamba. Mwenye atanunua hii kitabu atakuwa nasoma sana. Mwenye atanunua hii kifagio, mapepo itaondoka katika nyumba. Mwenye atafanya hivi. So watu wamekuwa they want to see e, vitu ambazo ni za kuona na macho e, wat, wataki ile njia ya imani ambapo watafanya imani wakifanya matendo. Maana Yesu alisema ya kwamba na nami na, na, na, na naja kwa waliofungwa walio walio na, nimekuja kwa waliokataliwa na kuweka walio, walio mateka na kuwaweka huru. Sasa wewe ni mateka katika injili na agano la kale, ambapo watu walikuwa hawana access ya Mungu. Wewe unafuata bishop unafuata pastor. Now I don't I'm, I'm, not against pastors and bishops and whatever because those people are, are men and women of God. Na no, unakumbuka Yesu anasema ya kwamba wacheni magugu na ngano zimea pamoja, anakuja kuzitoanisha mm? magugu na ngano zimea pamoja, anakuja kuzitoani kuzitoanisha wakati ndio hujafika. Sasa na ukumbuke ya kwamba hawa ambao wanafunza katika hizi dini wanafunza ya kwamba kama wewe hautafanya hivi, kwa mfano katika matoleo, kama wewe hautamtolea Mungu kiwango fulani ya fedha ama mali, hautaweza ku, kuona falme wa mbingu ama Mungu atakuhukumu ama Mungu atakupanish ama Mungu ataku atakupea adhabu. Kwa sababu ya hayo mambo, watu wanapatwa na hofu ama wanapatwa na uoga wa wakuweza kufanya yale Mungu mapenzi ya Mungu, wanaanza kufuata kile ambacho hawa watu wanasema. Wakumbuka Yesu, kabla wakati Yesu alikuja akazaliwa na akaanza kuhubiri mambo ya Mwenyezi Mungu ama habari njema, wale wale tu Mafarisayo, wale wale ambao walikuwa makuhani wa hizo siku, wao wao ndio walimsulubisha Yesu, ndio walimuuza, ndio wali, muuza, ndiyo, ndiyo, ndiyo wali walimpeleka katika mahakama. Hao ndio walienda wakamsingizia, wakatafuta njia zote. Soma kitabu cha Mathayo vizuri, usiwe na haraka, maana watu wengi wanakimbilia kusoma, oh, nilisoma Paulo alisema, nilisoma Timotheo alisema. Dosa hao walikuja baada ya Yesu kuondoka. Hao ni mitume baada ya Yesu kuondoka duniani. Sasa mitume wakabaki, wakasalia, sasa wakieneza habari njema na ile kazi walipewa ni ya kuwabatiza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wakiweza kuke, kuponya wagonjwa na kukemea mapepo. That is the only mandate that Jesus gave to his disciples. Ama akapea wale ambao watakuja baada ya yeye kuondoka. Unakumbuka aliwaambia hata waacha kama mayatima, atawatumia Roho Mtakatifu ambaye alikuja na akawajaza ili akawasaidia kufanya zile kazi. Lakini nataka tuje hapa katika dini, ambapo watu wamepotea katika dini ya kwamba utasikia na, eh, kuna nabii wa Mwenyezi Mungu amekuja sasa, si Yesu, watu waelekezwe katika mjia ya msalaba na wa, mapepo itolewe wa, man, mape, watu mapepo itolewe ama watu wafuate njia wakipatizwa wa, wa wahubiriwe wa, sasa watu wan, wanatishwa hmm? wanatishwa wanaambiwa, kama wewe ni mwenye dhambi utaingia katika jehanamu, kama wewe ni mwenye kufanya hivi na hivi, kama utolei Mungu wewe autafanikiwa katika maisha. Biblia, nakumbuka vizuri, kuna mahali na nakili inasema ya kwamba e, e, a thousand cattle, mifugo maelfu katika mlima yanamilikiwa ya naye ya Bwana, na kama angelikuwa mwanadamu na angelikuwa na njaa, angelichinja na akaweze kula lakini Mungu si, ka, si mwanadamu ati anahitaji kukula, anahitaji mali yako, anahitaji pesa fedha zako, anahitaji kile ambacho wewe uko nacho, hata wakati hauna anachukua. No, that is Old Testament. Ukisoma katika kitabu cha Malaki inatuelezea about eh, 10%. Ile kitabu kilikuwa kina- kinaandikiwa watu, kuna wale walikuwa wanaandikiwa hicho kitabu, ambao walikuwa wanaandikiwa kwa sababu walikuwa In the Old Testament watu walikuwa wanalete fungu la kumi, ama walikuwa analete mazao yao, mifugo yao, sehemu ya kumi ya mifugo ama ya, ya mavuno katika mashamba yao, walikuwa analete katika nyumba ya Mungu, katika makuhani walikuwa nalete fungu la kumi, lakini hawa walikuwa wanaandikiwa Levites, walikuwa wanaandikiwa, wanaulizwa, nyinyi ni barua ilikuwa imeandikwa na wakaulizwa, nyinyi mna mnapokea mnapewa mnapokea fungu la kumi lakini hamtoi, yaani nyinyi mnapewa lakini hamtoi ya hata fungu la kumi. Lakini kwa nyakati hizi Yesu hakuna mahali, soma Biblia, hakuna mahali Yesu alihubiri akasema malaki inasema no no, no. no, no. mahali tu aliongea ni kuhusu sadaka, ule mwanamke aliyetoa sadaka, akatoa sadaka ambayo ilikuwa peni mbili Aka, na mwingine wengine walikuwa nakuja wanaweka nyingi nyingi kwa maana wako nazo. Akasema huyu ambaye ametia hizi mbili, huyu ndiye aliyebarikiwa, maana wale wengine wametoa kwa sababu wako nazo, lakini yeye ametoa mpaka moyo wake. Akarudi akasema ya kwamba mu ye Mungu upenda mtu anayotoa katika hiari. God loves a cheerful giver, mtu ambaye anatoa katika hiari yake mwenyewe lakini, mafunzo ya dini inasema ya kwamba kama wewe hautamtumi utaenda kanisani kuwe katika fellowship, wewe atakwako watu, watu, watu, watu, watu watakuwa na kuja hmm? kama wewe autoi au, au, au e, sehemu fulani ama a certain amount. Nakumbuka nyakati na sitataja ni wapi mimi ni, nilipeana hadi mshahara wangu wote kwa sababu ya kwamba singalijua haya mambo, na nikajua ya kwamba maisha yangu nahitaji kujipanga, nikakuwa na peana, nikapeana huko huko, sitasema ni wapi mahali. kuna mahali nilikuwa na nikakuwa nina ninateseka sana, kwa sababu nilipeana zote, nikabaki bila bila. Naye Mungu anasema katika maandiko, anasema ya kwamba yeye huwa hapendezwi na mpumbavu. Sasa nangetaka tusemezane pamoja, tuseme hivi e, wewe uko na uhusiano na baba yako, yaani wewe ni mtoto, uko na baba na huyu baba, ili endo ukamuone unahitaji ubebe uka kitu. Anakuambia kama uleti kitu hapa usikuje kuniona wewe, ungefikiria unge, unge, unge, unge, unge ungefilaje ama ungehisiaje katika moyo wako? Lakini wakati wewe unaenda kuona baba yako ama mama yako unabeba sukari ama unabeba elfu kumi unampelekea, unamwambia mama ama baba, nimekuletea haya, ndio nimepata. Umetoa kwa hiari, au ujalazimishwa, wala ujaambiwa peana. Hivyo hivyo ndo Mungu alivyo, ya kwamba Mungu yeye hahitaji chochote kutoka kwako. In fact whatever we give in the house of the Lord it is to support the work of God to give eh, eh, kupatia mayatima na wajane tukawasaidia na wale wanao mahitaji katika jamii na kuweza kutengeneza labda kama mahekalu yakihitajika. Maana Yesu hakusema wa watu wajenge mahekalu, alisema nendeni kote duniani mkizihubiri habari njema, mkiwapatiza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na leo, so dini imepumbaza mawazo ya wengi, na siku ya leo ningeomba ukaweze kufunguka mawazo na ukaone ya kwamba wewe utafuata Yesu njia ya Mungu ama utafuata dini. Maana dini hakuna mahali wakati wa kiyama ama ime, hakuna mahali imeandikwa ya kwamba siku ya mwisho utaulizwa ulikuwa dini gani? Unaenda unamhubiria Mkatoliki anakuambia mimi nimeokoka, lakini unamuuliza tu au umwambie mambo mengi. Unamuuliza wokovu ni nini, hajui yeye anajua tu wokovu ni kuwa kwenda kanisani. Unauliza m m m m m kila dhehebu, ukiuliza mtu, kila mtu, kila mtu anakuambia ameokoka. What is salvation? Watu wajiulize ni nini wokovu. Wokovu ni nini? Maana watu wengi wanakanganywa na dini na wokovu. Wokovu sio dini. Dini haiwezi kukupeleka binguni mbali, wokovu iko na njia ya uzima. Wapendwa, ningependa ninapowaandalia na kuanzia hii ni mwanzo tu, ninapoanda kuandalia sasa e, topic full topic ya yeah, hii mada, kila mtu atasimama kwa kiti juu aseme brother, endelea hivyo na Mungu akubariki. Mimi nilikuwa na hodha wako siku ya leo, usisahau usubscribe katika hii channel na usisahau kulike na kushare hii video ifikie watu wengi, ili tuelimishane na tukaweza kufikia watu wengi. Kuwa na wakati mwema. Bwana Mungu akubariki. Bye bye.